Karibu kwenye Kuku Kienyeji Hustle. Hapa tunaanza na kuku mmoja na tunatengeneza kesho yenye mafanikio. Usisahau kusubscribe. Mambo matatu ya kuzingatia kabla ya kuanza biashara ya kuku wa kienyeji. Unataka kuanza biashara ya kuku kienyeji? Hivi ndivyo mambo matatu muhimu ya kuzingatia ili usipate hasara. Pointi ya kwanza. Chagua mbegu bora ya vifaranga vifaranga, visivyo na magonjwa na vyenye uwezo wa kukua haraka. Pointi ya pili, Andaa makazi mazuri, banda lenye hewa safi, kinga dhidi ya baridi, joto kali na wanyama wa kali. Point ya tatu, lishe bora, uwiano wa chakula cha kiasili kama nafaka, mabaki ya jikoni na virutubisho vinavyoongeza uzalishaji. Ukizingatia hivi vitatu, biashara yako ya kuku kienyeji itakuwa na mafanikio makubwa. Usisahau kufollow subscribe kwa mafunzo zaidi ya kuku wa kienyeji.